Bwana, sabuni zetu zinapatikana, zipo mitaa yote ya Tanzania, pia tunahitaji mawakala. So, uh, nikukaribishe sana Rabaone, na leo nataka nikuonyeshe namna ambavyo huwa tunabaki sabuni kwenye mifuko ya nailoni. Nadhani watu wengi huwa wanauliza uh, sabuni zinafungwa vipi kwenye mifuko ya nailoni niseme kwamba kwanza mifuko ya nailoni inatofautiana. Kuna ambao wanafunga mifuko ya nailoni kwa kutumia moto tu wa kawaida, anafanya hivi, na kuna wengine wana mashine zile za kubana, na kuna zile mashine pia za kupitisha hivi bidhaa inapita. Lakini sisi tuna no mashine kubwa kama hii hapa ambayo inafunga automatic, sawa? Kwa hiyo kama sisi tunatumia mashine hii ni kwamba mifuko yetu inakuwa ipo kwenye rola kama ili hapo unaloiona, inakuwa ipo kwenye rola. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuchukua, kuna bandika rola hapo, alafu na iseti na kwa napeleka Uh, bidhaa automatic. Sasa leo nataka nije nikuonyeshe, nimeshawahi kukuonyesha lakini nadhani kuna watu hawakuelewa vizuri. Kwao nimeona tena nije niku, nikuelezee tena kuhusiana na mashine hii. Sasa sitoeleza kuhusiana na mambo mengine yote wewe na nini hapa, nitaeleza tu kwa ufupi hapa ili uone namna ambavyo tutakavyokuwa tunaendesha huu uh, mtambo hapa. Tuna hii hapa ndo tunatumia sana sana, tutatumia hii hapa uh, kitufe cha njano ni kwa niaba ku forward uh, ku forward hii, hii nylon engine yani ku kufadifilm kwenda kuingia kwenda kwenda mbele. Kitufe hiki chekundu ni cha emergency, yani emergency stop, na ukiangalia hapa kwenye screen imeandika emergency stop kwamba tumeizuia kwa muda isifanye kazi. Kuna kitufe hiki hapa kidogo cha kijani hiki hapa ndo cha kukubali yani cha, cha kufanya kwamba uh, mashine ianze kufanya kazi ichi hapa, na kuna hiki hapa cha kijani kikubwa ambako ni, ni stop pia ya muda kwamba uta stop ili kwamba uh, belt isitembee kwa una stop hapa, sawa eh? Nadhani ndio vitufe hivi vilivyoko hapa na hivi ndio mara nyingi huwa vinafanya kazi sawa, eh? Sasa nataka nikuonyeshe ni namna ambayo inafanyika ili uone ambavyo inafanya kazi. Nitakacho kifanya mimi kwa vile ipo kwenye images ni kwamba nitabonyeza kitufe hiki, nitabonyeza afu nita swing kwenda kwenda kulia kwangu hivi na kustop ni kwamba una, unakandamiza tu ina ina stop kui, kuiachia. Sasa ifanye kazi ni kwamba unakandamiza alafu unaipeleka kulia sawa, eh? iki nachonda ukifanya hapa nitafanya hivi hapa, nimeiachia hata ukiangalia hapa skrini imeonyesha sasa, maandishi mbele ilikuwa ni nyeupe tu imeandika emergency stop, lakini sasa hivi unaona imeonyesha kwa hiyo meonyesha maandishi, kitakachofanyika ni nini, kitakachofanyika kwa sababu tayari nimesha seti kila kitu. Haina haja tena mimi kwenda kuseti huko. Nitakachokifanya nitabofya, nitabonyeza kitufe kile cha kijani ambacho ni kidogo, ili kwamba mashine ianze kufanya kazi. Nikutahadharishe kwa wewe ambaye labda ndo mgeni wa mashine hii, hauhitajiki kushika ili eneo lote unaloliona, na wao pia wameweka tahadhari kwamba haya sio maeneo sahihi ya mtu kushika, sawa, kwa sababu panaunguza. Kwa hiyo tuendelee na kazi. Unaona, unapoboca tu yenyewe, moja kwa moja inaanza kazi ya kuhesabu na kufunga, imesha setiwa kwa sababu imeshasetiwa kwa staili hiyo hapo, sawa. Nikuache uangalie namna ambavyo inafanya kazi.

Ah, okay, nadhani umeona namna ambavyo unavyofanya kazi ya kwenda na ku, ya kufunga, yani moja ni stop kwanza, nimeweka tena emergency stop kwa niaba kwa maana kwamba nime stop iache kufanya kazi na umesikia imekaa kimya haifanyi kazi. Ah, kuna mwingine anaweza kauliza, mbona nimekaa hapa alafu naangalia angalia kama kibendera hivi mpirani. Jicho la kumaki. Ili jicho ni kwa niaba ya kumaki, hii alama nyeusi hapa kwenye karatasi. Yaani, ikiwa na maana kwamba inasoma mfuko mwisho na mwisho wa mfuko. Kwamba pale itakapo itakapokuwa inafunga mwisho na mwisho wa mfuko. Hii kuna muda inapokuwa inapita, ni kwamba inaweza ikamaki, ika, ika marki alafu hii nani position, yani position hii ya ya mche ikawa imeenda vibaya. Kwa hiyo ikienda vibaya ujue mche utakatwa pale. Sawa? Kwa hiyo maana mimi kukaa hapa, nimekaa hapa kama kibendera ni kwamba kuangalia sabuni itapita vizuri. Je, isipopita vizuri mimi nawahi moja kwa moja kuzuia emergency hapa, emergency stop, kwa sababu kwamba ule mche pale usikate. Na kama unaona ah, ukate tu na shida, unaweza ukaachia tu ikakata, lakini sasa sisi hatuhitaji kurudia kazi mara mbili mbili no, ataka tukiweka naenda moja kwa moja hamna kurudia oa nimekaa hapa kama vile kibendera. Sawa? Hiyo ni kitu ya kwanza nilichokuwa nakimaanisha, ni hiki hapa cha kwamba ili jicho la kumati litakapo litakapo mati, lenyewe linafanya kazi yake ya kumati, maana inasukuma hivi na inaachia, inasukuma, inaachia. Sasa mche huu utakapokuwa au kukaa vizuri, huu mche utakapokuwa au kukaa vizuri, huu ni kwamba itakata. Mfano, zimekatwa sabuni mbili imekatwa hii hapa ambayo umeona cake, ume amba kipande chake hiki na umekatwa nyingine ambayo imeacha kipande hiki, sawa? Unaona, hiki ni kipande ambacho imekatwa. Kwa sababu gani? kwamba huu mche uh, kipimo kimekinzana kime, kime na nini na hii hapa nini ya kumachi kwa um, hiyo mche umerudi nyuma. Mwingine anaweza akauliza, uh, inakuaje kuaje setting yake na mambo, mambo yote, ni kwamba unapokuwa umenunua mashine hii wanakueleza kila kitu lakini pia lazima ujiongeze kwa sababu wao wanakuelekeza tu vitu ambavyo unaweza ukafanya, lakini sijui urefu wa mche, sijui nini na nini, hivyo una viseti mwenyewe. Aa, kuna swali la mtu mwingine pia anauliza kwamba hizi karatasi hizi zinapatikana vipi? kwa sababu hiyo ni swali la wengi sana walikuwa wanauliza, nauliza kujua karatasi zinapatikana vipi. Hizi karatasi bwana zinapatikana kabisa, zinapatikana na sio lazima uagize nje, zinapatikana hapa hapa Tanzania. Uh, japo sio vizuri kuwataja, maana nikiwataja ni kama nawapiga promo, lakini sio mbaya, wacha tu niwataje wale jamaa wa Azam wale Omar Packaging. Wao ndio wanafanya hii biashara, wanauza hii biashara kwa, unaweza ukaenda pale, ukaenda kuulizia bei, kwa sababu mwenyewe atakuuliza wanauza shilingi ngapi. Mimi sio muhusika pale, kwa hiyo ni wewe sasa kufunga safari kwenda pale kwenda kuulizia ujue kwamba wanauza bei gani. Uh, na inategemeana unahitaji pia kiasi gani kwa sababu hizi zinauzwa kwa kwa kutumia kilo, hawakuuzii kwa pisi moja moja, wanakuuzia kwa kutumia kilo. Na isitoshe kwenye kilo bado kunahitajika kwamba utaweka brand yako, utafanya nini, utafanya nini. Kwa hiyo unatakiwa uende pale, mkaongee nao aa, wao watakushauri au watajua namna ya kusaidia ili upate hizi hizi nini. Lakini pia ukiona hiyo option kwako wewe pale ukienda pale ukuta labda bei iko juu, unaweza kaagiza China zinaagizwa zina pia unaweza ukaagiza China wakutengenezea na ukapata za kwako. Bwana, sabuni zetu zinapatikana, zipo mitaa yote ya Tanzania. Pia tunahitaji mawakala. Kama unahitaji wakala wa sabuni zetu, basi usisite, namba zinapita chini hapo hapo, zinapita hapo chini, utachukua namba ili tuongee, tujue namna ya wewe wakala utafanyeje na namna kuwa wakala wa sabuni zetu za Rabaone Tanzania nzima, popote uliko ukihitaji, basi tutafute